Si, uh, kutokana na wakati tulionao tunaelekea kwenye kipindi cha Christmas. Nimekuwa na maswali mengi naulizwa na watu mbalimbali kuhusu mbali, Christmas kuhusu tarehe, jinsi livyokuwa Christmas, na kwa nini Wakristo wengi wanasherehekea Christmas na imeandikwa wapi. Sasa nimeona kwa maswali ambayo ninaulizwa niweze kutoa majibu mafupi lakini naweza ikamsaidia mtu huyu ambaye anauliza maswala haya. Nadhani ni ya ufahamu, ni maswala ya ufahamu, lakini nisingependa yawe ya ubishi, ila yawe ya ufahamu. katika Biblia hii tunayoisoma, Biblia Takatifu, ni ukweli usiopingika kwamba haijatajwa tarehe ya Yesu kuzaliwa, kwamba ni tarehe ngapi Yesu amezaliwa. Kwa sababu gani? kwa sababu tarehe tunalizo nazo sasa hivi, hii tunasema sasa hivi ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano tunaenda elfu mbili na ishirini na sita ishirini na saba kuendelea. Hii miaka ilianza baada ya Yesu kuondoka. Kwa hiyo wakati Yesu anazaliwa palikuwa hakuna tarehe ya, ya, ya, ya kuwepo kwa sababu tukisema kwamba Yesu alizaliwa tarehe ishirini na tano ya mwezi wa kumi na mbili lazima jibu li, swali na jibu lipatikane kwamba ilikuwa ni mwaka gani. Kama ni tarehe 25 mwezi wa 12, ni lazima ijulikane ilikuwa ni mwaka gani. Sasa kama hamna mwaka, maana yake hamna mwezi, na kama hamna mwaka, hakuna tarehe. Kwa hiyo kwenye Biblia huwezi kupata tarehe, kwa sababu Yesu alikuwepo kabla ya ya, ya miaka hii kuwepo, isipokuwa Biblia inatuonyesha kwamba Yesu alizaliwa ehe, alizaliwa. Sasa ukisikia mtu anakataa kwamba Yesu, sio, msisherekee, msisherekee, maanake huyu ana agenda ya siri. Agenda ni kukataa kwamba Yesu hakuwepo, ni agenda ambayo imejificha. Lakini kama alikuwepo, kwa nini usisherekee? Kwa nini usisherekee? Na, na nitajibu ma, ma, maswali haya mawili kwa uchache, kwa, kwa haraka sana. Kuna watu wanauliza nini maana ya Christmas, na nimesikia watu wengine wanazungumza maana ya Christmas kwa aina mbalimbali. Wengine Christmas ni hii, wengine Christmas, Christmas sijui ilikuwa ni Mungu. Eh, wanasema sijui Christmas ilikuwa si. Hapana, maana ya Christmas sio Mungu. Maana ya Christmas kwa lugha ya Kiingereza ni ibada ya Kristo. Christmas ni ibada ya Kristo ukiangalia kwenye dictionary zako Uh -huh. Yani, crust mass. Kwenye dikshoni yako ukiangalia ukia, ukia, crust maana yake ni Kristo, alafu mass yenye m kubwa, alafu a s, m kubwa a s maana yake ni misa au ibada au sala. Kwa hiyo Chris mass yani ni Kristo mass ibada ya Kristo au sala ya Kristo. E, zamani watu walikuwa wanamwabudu wana wana wana wana, wana wana wana wana hii kitu wanasema tu wanamsalia Kristo, kama vile ndugu zetu wa Islamu wanasema kwamba tumsalie Bwana Mtume. Lakini baadaye kuja kuangalia kwenye Biblia, hasa ilivyoanza vuguvugu za Kipentekoste, akasema hatuwezi kumsalia Kristo, hatuwezi kumsalia kwa sababu sisi tunaamini mtu anayeswaliwa ni ni mwenye nguvu ndogo, yani wewe unemsalia ndio mwenye nguvu kubwa kuliko anayeswaliwa. Ndio maana sisi wa Kristo tunaamini kwamba Yesu Kristo yuko mkono wa kuume wa Mungu akituombea. Kwa hiyo Kristo yeye ndo anatuombea, sio sisi tumuombe. Kwa hiyo tafsiri, wewe ndugu leo niuliza maana ya Christmas, hakuna tafsiri nyingine zaidi ya hiyo, ni Christ, Christmas. Yani, sala au ibada ya Kristo. Tarehe ishirini na tano imetokea wapi? Ni ukweli usiopingika kihistoria kwamba huko Rumi kulikuwa kuna sherehe hizo mwezi wa kumi na mbili kipindi kile cha baridi, mwezi wa kumi na mbili kulikuwa na sherehe za kuabudu mungu, wana- wana wanamsherekea wana mungu jua, kuna mungu jua na kulikuwa kuna miungu ya, ya kilimo kwa sababu kipindi kama hichi ilikuwa inapita, kuna miezi inapita kadhaa, mpaka leo nadhani nchi za Ulaya inapita, watu hawaoni jua, hawaoni jua. Sasa tarehe 25 ilikuwa ni jua linachomoza, kwa hiyo waka, wakawa wanaabudu. Ilikuwa ni sherehe kubwa ya kimila ya kitamaduni ambayo watu walikuwa wanaabudu hiyo jua, wana wana wana, wana, heshima zao, na ilikuwa ni sikukuu kubwa sana kwamba wanaabudu jua. Hiyo ni kweli kabisa, lakini sasa hili Mkristo na Muislamu watanielewa sana. Mkristo na Mwislamu watanielewa kwamba wakati haya yanaendelea, ukumbuke hizi ibada zinaendelea za kuabudu mungu jua, Ukristo ulikuwa tayari upo. Yesu ameshakufa, ameshaondoka, ameshaenda mbinguni, na kanisa lilikuwepo tayari na na na na, na, na mitume ameshafanya kazi kubwa. Kwa hiyo makanisa yakawa tayari ameshakuwepo sehemu mbalimbali, Wakristo wako sehemu mbalimbali, na Wakristo walikuwa wanaabudu sehemu mbalimbali na walikuwa sio kama hii sherehe ya Christmas ilianza tarehe siku hiyo au kipindi hicho walikuwa wanasherehekea Christmas, lakini kila Wakristo katika nyakati zao. Kwa mfano, Wakristo wa mashariki pale wenyewe walikuwa wanasherehekea kila Januari sita, wanasema ndio kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwa Yesu, ambayo ni sawa kabisa na wengine mbalimbali na wengine mbalimbali. Sasa pale Rumi, baada ya kanisa kuingia, aha, Uh, wa Wakristo wengi wakaanza uh, kujiingiza kwenye hizo ibada za kuabudu miungu. Na hizo ibada zilikuwa ni mbaya kwa sababu zilikuwa zinaendana na masuala ya ngono ya uasherati yaani ni uhuni uchafu. Na wale Wakristo waliokuwa wakihubiri na watu wapya wakiokoka, wale Wakristo wapya walikuwa bado ni ngumu kuacha zile mila zao za zamani. Kwa hiyo sasa katika Wakristo wakapata baadhi wa Kristo walio walio waliokoka wakapata ufunuo kupita, kupitia kitabu cha Malaki sura ile ya nne na mstari ule wa pili imeandikwa hivi Malaki sura ile ya nne na mstari wa pili imeandikwa lakini kwenu nini mnaolicha jina langu jua la haki litawazukia lenye kuponya na katika mbawa zake nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama na mazizini kwa hiyo hawa wainjilisti sasa wakabadilisha na kuanza kuwahubiria watu kwamba jamani, msiabudu miungu, jua Mungu we wa uongo huyo. Mungu asiyejulikana yupo, Mungu anaitwa Yesu Kristo. Kwenye Malaki imeandikwa kwamba jua la haki litawazukia na mtacheza, mtafurahi. Kwa hiyo wakabadilisha kutoka ile tamaduni ya kuabudu miungu ili waweze kumwabudu Mungu wa kweli kuna uh, watu mbalimbali wanasema, kama ni hivyo, kwa nini sasa isitafutwa siku nyingine? ah, kwa nini tafutwa siku nyingine? Kwa sababu uh, kipindi kile, ile sikukuu ilikuwa imeshakuwa kubwa, na kama ilikuwa imeshakuwa kubwa, ikatafutwa jinsi ya kuua ile kuabudu miungu, wa muabudu Mungu mmoja, Mungu wa kweli. Hii imeapply hata kwa wale ndugu zetu, ndugu zetu wa Islam, aha, wanaofuata dini ya Kiislamu. Kama wanaweza kukumbuka vizuri katika historia kwamba pale Maka katika ile Kaaba ambayo mpaka leo Waislamu wanaenda kuhiji kufanya hija zao, wanazunguka pale. Sio kama mtume Muhammad ndo alianzisha pale, alikuta tayari pale. Na kwenye ile Kaaba kulikuwa kuna miungu mia tatu na sitini, mia tatu na ngapi ilikuwepo pale? Walikuwa wanabudu masanamu. Sasa mtume Muhammad alivyokuja na akashushiwa aya, inasemekana kwamba ile miungu ikatolewa, miungu ile yale, yale zile ibada za kishirikina zikavunjwa yale masanamu yakaondolewa, lakini lile jiwe lilibakia pale, kwa sababu lile jiwe jeusi lilikuwemo bado lipo kwenye Kaba lilibakia, na ile ibada ya kuzunguka pale ikabakia ikaendelea vile vile, haikubadilishwa iliendelea vile vile. Kwa hiyo ukisikia Muislamu anahoji kwamba kwa nini ya, siku hiyo ilikuwa ni siku ya miungu, sasa hivi walikuwa naabudu ibada za kipagani, sasa hivi kwa nini waifanye, kwa ni siku ya kuzaliwa kwa Yesu swala. So, hilo lilozalika likaulizwa tena kwa upande wa pili, kwa nini kama mule kwenye ile kaba kulikuwa kuna miungu mia tatu na ngapi, na bado jiwe lilibakia na bado ile ibada ya kuzunguka bado inaendelea, na bado watu wa Uislamu na wa, na na, na, na Waarabu wanaenda kuzunguka pale, naenda kwenda kuhiji. Kwa nini isingebadilishwa, ingetoka Maka labda ikaenda sehemu nyingine, kama ni hivyo? Kwa sababu ni kwa sababu gani ninazungumza haya? Ninazungumza haya kwa sababu kuna nguvu ya kubadilisha ehe. Kwenye Uislamu nguvu, Muhammad akabadilisha, akatoa kwamba sasa hivi tusiabudu miungu Bali tumwabudu Mungu mmoja, Mungu wa haki, na watu wakafata na mpaka leo iko hivyo, wanaenda kumwabudu Mungu wa haki. Kwa hiyo kwenye Christmas nguvu ilikuwa ni kubwa sana, kwamba tunaondoa miungu ya jua, miungu ya kilimo, sasa hivi itakuwa ni siku ya Yesu Kristo, ambayo ime imewezekana na imekuwa na nguvu sana. Kwa hiyo Christmas, hatusherekei siku, hatusherekei tarehe, tunasherekea kwamba ni kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo kwa sababu alizaliwa. Ehe. Yani, ufanye vyovyote fanye iwe tarehe 25 ishirini na ngapi, lakini alizaliwa. Wakristo wa karne ile ya nne. Sasa karne ya nne wakaanza kufanya kampeni ya kutafuta kwamba wakristo wote tuweze kuwa na siku moja ya kukumbuka kwamba Yesu Kristo alizaliwa. Ukisoma na ukifanya tafiti ni ukweli kwamba tarehe mwezi wa 12 si kweli tarehe ishirini na tano si kweli. Vyovyote iwe kweli, iwe si kweli, kwa vyovyote ni kwamba Yesu alizaliwa tarehe ngapi, mwezi wa ngapi? Hizo tarehe na mwezi ilikuwa ni bado bado, miezi na tarehe haijapangwa. Kwa hiyo tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, hatusherekei wala hatuabudu tarehe ishirini na tano, hatusherekei wala hatuabudu mungu jua wala miungu, bali tunasherekea kwamba ni kweli Yesu Kristo alizaliwa na aliishi na alikufa na alifufuka. Ndugu ambayo umeniuliza ile swali, kuna mwingine ameuliza swali kwamba mbona ah, kwenye Luka imeandikwa alizaliwa mwezi wa si, ali, mwezi wa sita baada ya mwezi wa, wa kumi na mbili akazaliwa aka, aka maswali ambayo kimsingi ni mtu ambaye hajasoma vizuri. Soma kitabu cha Luka vizuri Uh, ule mwezi wa sita uliotajwa ni wa mimba ya Elizabeth. Naomba nikusomee ni Luka sura ile ya pili. Aha. Luka sura ile ya pili kama sijakosea, kitabu cha Luka hapana, ni sura ile ya kwanza. Nitaanza kusoma mstari ule wa ishirini na tatu, imeandikwa. Ikawa siku za 24. Uh, uh, Luka sura ya kwanza na mstari wa 24. Hata baada ya siku zile mkewe Elizabeth alichukua mimba akawa akatawa miezi mitano. Elizabeth, mke wa Zakaria, alipata uh, ujauzito wa mimba akatawa miezi mitano. Mstari wa 26 anasema mwezi wa sita, yaani wa mimba ya Elizabeth, sio mwezi wa sita wa Juni. Hapana, sio Juni, kwamba mwezi wa sita ni mwezi wa sita wa mimba, kwa sababu. Naomba ndugu unayenisikiliza unie, unielewe vizuri, hii miaka yote tuliyonayo ime, ime, e, yani mtu yoyote utake usitake ni kwamba unaenda na mfumo wa Kristo. Ndio maana kuna BC na AD, yani before Christ na after death, sawa. Sasa chochote ambacho uh, uh, kilitokea before na kilichotokea after, vyote vinaunganishwa katika siku ya kuzaliwa kwa Kristo, yani Kristo alizaliwa. Sasa hapa tunapozungumzia ni kwamba zamani walikuwa wahesabu mwaka kwamba mwaka wa kwanza mpaka mpaka mwaka elfu mbili walikuwa wanahesabu miaka kutokana na mfalme kiongozi mkuu alikuwa mahali hapo, au tukio fulani, ndio ilikuwa inahesabika miaka. Sasa hapa tunasoma ilikuwa ni tukio la Elizabeth kupata mimba. Kwa hiyo anasema mwezi wa sita yani wa, malaika, wa, wa wa Elizabeth kupata ujauzito, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Sasa malaika anathibitisha kwamba ni mwezi wa sita, malaika anazungumza katika mstari ule wa thelathini na tano malaika akajibu akamwambia, baada hapa, anazungumza baada ya yule Maria sasa a Maria kukataa kwamba mimi nitabebaje mimba mimi, eh sijui mume mimi, maana ni bikira na nini, malaika anatoa anamwambia katika mstari ule wa 35 malaika kajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujili atakujia juu yako na nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitakatifu kwa Bwana. 36. Sasa tazama eh, anasema tena Tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa sita kwake yeye, aliyeitwa tasa. Malaika anasema mwezi huu ni wa sita kwake huyo Elizabeth, aliyoitwa tasa. kwa sababu so Elizabeth alikuwa ni tasa na alikuwa ameshakuwa kikongwe, na Mungu akambariki, akampa akampa ujauzito kwa hiyo hizi zinazokuja kwamba mwezi wa sita ya mizali mwezi wa mimbaki mwezi wa sita mwezi wa 12 amefunguka, hapana, kipindi hicho miaka hii ilikuwa bado haijakuwepo. Kwa hiyo nitaka wewe, ulioniuliza swali, ni kujibu hayo mambo mawili. Kama utakuwa na maswali mengine, unaweza kaniuliza haina shida. Lakini maswala ya ufahamu ndiyo hiyo kuhusu Christmas. Kwa nini tunasherehekea Christmas? Tunasherehekea Christmas kwa sababu tunaamini tunakubali Yesu Kristo amezaliwa na amezaliwa kweli kweli. Kwa nini tarehe ishirini na tano? Kwa sababu Yesu Kristo alishinda miungu, hata ile miungu ya Kirumi iliyokuwa inaabudiwa tarehe ishirini na tano imefutwa kabisa katika ulimwengu wa roho, na sasa tuabudu miungu, tunamwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi kupitia Yesu Kristo mwana wake. Asante sana na Mungu wa mbinguni.